Mheshimiwa DC wetu wa Ilala, ndugu yangu Mpogolo, Mheshimiwa Shekhe wa wilaya yetu ya Ilala, Shekhe Mwenye Pingu, Mheshimiwa mwenyekiti wa, wa Halmashauri Kuu bar, Baraza Kuu wa Islam Tanzania, BAKWATA Taifa, Sheikh Hamis Said Mataka, Mheshimiwa katibu wa mufti Shekhe Musa bin Hamed bin Juma bin Hamed Albuhuri, mheshimiwa mashekhe wote wakata, mliopo makatibu wenye viti, viongozi mbalimbali, waalimu wa madaris, maimamu, Mariamu Mtambo, mwenyekiti wa Juakita mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Osman Zubiri, katibu wa vijana baraza kuu la waislamu Tanzania Bakwata taifa, waislamu wote mliohudhuria, mashekhe wote, maustadhi na wasio kuwa waislamu, wakina baba na wakina mama, vyombo vya habari, vyombo vya ulinzi, Sheikh Muhammad Nasr huyu ni mkurugenzi wa itifaki, saa nyingine tunamsahau kwa sababu anafanya kazi ya umc, lakini yeye ni <laughs> mkurugenzi wa itifaki, <laughs> katibu wa Bakwata mkoa na wote mliohudhuria, kina baba na kina mama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Mimi sina hotuba, nina kalima na neno tu na neno langu. Kwanza niwashukuru waislamu wote na wananchi na wakazi wa eneo hili la Vingunguti wakiongozwa na mheshimiwa Kumbi la Moto ambaye ni diwani wetu, pia ndio meya wetu wa jiji, chini ya uongozi wa mkuu wetu wa wilaya, kama mwakilishi wa serikali katika eneo hili. Niwashukuru watu wote, kila ambaye ana mkono katika jambo hili kwa fikra ya kuona nialikwe nifike sehemu hii tena kuja kufanya Waarabu waita atadishini kuzindua niwashukuru na niandamizie kushukuru kuwapongeza iwapongeze imefanya jambo kubwa sa sana. Sijawahi hata siku moja kualikwa kwenda kufungua chochote katika mambo ya maendeleo yanayotahalaki na baraza kwa ngazi ya kata. Huu ni mfano mzuri na ni mwanzo mzuri vile vile kwa viongozi wetu wa baraza wa kata mbalimbali Tanzania nzima kuiga mfano. Jambo likiwa zuri linatakiwa liigwe. Kwa hiyo, We wito wangu kwa Waislamu viongozi wa baraza nchi nzima, mkoa, wilaya, kata, waige mfano wa hapa Vihuguti. Mwenyezi Mungu wa wabariki sana na wape taufiki ya kufanya mambo yenu ambayo ndani yake kuna maslaha ya Uislamu na Waislamu. Ofisi ya kata ni jambo zuri sana na ni jambo kubwa sana, kwa sababu tumezoea kufungua au kuona ofisi za wilaya na mkoa, lakini kwa ngazi ya kata ni jambo towevu kulisikia au kuliona. Lakini leo mimi nimefurahi sana kukona, ah, kwa kuona kumbe watu wanaanza kujielewa kama walivyozungumza yule msoma risala wetu, kwamba tumeanza na Shekhe wetu wa kata, kwamba tumeanza kujitambua, tumeanza kubadilika, lakini pia tunaacha mazoea. Mwenyezi Mungu ajalie mwendelee kuacha mazoea na mwendelee kubadilika ili tuweze kufikia katika masala ya maendeleo. Ndiyo maana nikasema kwamba natoa wito sasa kwa nchi nzima, kama kuna kata haina ofisi, ianze kufanya harakati na mchakato wa kutafuta ofisi, kwa sababu Uislamu na Waislamu wako huku chini kwenye kata. Hawa watu wa wilaya na mkoa wao wana wanategemea kwenye kata kwa kwenye kata ndio kwenye watu. Kwa hiyo kila kata ihakikishe kuwa ina ofisi kama mfano wa ofisi niliyoiona hapa, ambayo imesimamiwa na watu wa Vingunguti chini ya uongozi wa meya wetu pamoja na shekhe wetu na viongozi wengine na wazee na wakina mama. Baraza ni kama msonge, namna ya muundo wake. Nadhani nikisema msonge mnaelewa, zile nyumba za kizamani za msonge za hivi. Kuna taifa, kuna mkoa, kuna wilaya kata zamani tulikuwa tunaita mtaa na msikiti. Kwa utaona watu wameenea kuanzia taifa mpaka chini, ndio mfumo wa baraza. Baraza huwezi kupata mfano mwingine kuliko baraza, ni kitu cha pekee yake ambacho utashangaa kwamba kimeanza juu, ikaja mkoani lakini wilayani, kata kama tulivyo sasa hapa, lakini moja kwa moja mpaka msikitini. Kwa hiyo itakuwa ni ajabu, wala haipendezi kamwe itakapokuwa kule kwenye kata ambako ndio kwenye watu wengi, hakuna ofisi na shughuli nyingi za watu zinaanza huku chini watu watakuhudumiwa juu ya mambo yao mbalimbali wanaanzia kwenye kata, na kwa mujibu wa katiba tulionayo, katiba nzuri ya Baraza. Kama Muislamu usikose kuona katiba ya Baraza mbali kwako, alafu isome vizuri, utaona ule mtiririko na ule udororo wa mambo yaliyoko katika ile BAKWATA. Kata ni sehemu kubwa sana, ndio maana nawapongeza sana watu wa kata ya mgongoti na alipokuja mheshimiwa meya kunambia kwamba tumetengeneza ofisi kule, kwanza sikaona kuna wametengeneza kwa ofisi, mbona hatukuzoea? Kwa sababu ofisi nyingi zile za barazani tu zilizoko katika kata, pamoja kwa na kwamba sisi tumekaa kama msonge, ni kwamba huwezi ukawakosa viongozi kwenye kata, lakini swali ni moja: je, wana ofisi sasa? Huyu ni mfano zuri, na ni mwanzo mzuri vile vile kwa viongozi wetu wakata. Niondoe utata katika swala hili la hapa la shekhe wakata ambaye ni kaimu wakata ni Shekhe Al Abana, kaimu eneo hili, na kwa namna ambayo nimewaona ve... mashekhe wanasimama viongozi, shekhe wa wilaya, Shekhe Adam Mpingu lakini na mwenyewe mea naona ameridhishwa sana na, na shekhe huyo anayekaimu hivi sasa naonekana kwamba wanaweza kwenda nao vizuri. Basi siukujua tuna neno ishamwagiza, mimi katibu wa baraza la, katibu wa ofisi ya Mufti Shekhe Musa Hamed bin Juma Hamed atalishughulikia na, na mashekhe na shekhe wa wawilaya pamoja na viongozi wengine kwa, kwa, kwa utaratibu ulioko katika baraza ili aweze kuthibitishwa. Nadhani wote mnamridhia amka. Basi ni Mungu katika sala la uongozi na kama nilivyosema leo, stoi hotuba. Mimi leo natoa neno tu kama ishara au mwongozo, kwamba hawa viongozi tunawachagua au kuwateua wanahitaji dua zenu, wanahitaji maelekezo yenu, wanahitaji ushauri wenu. Simameni sana katika kuwashauri kuombea Mungu kuwaelekeza kwa, kwa sababu wao ni watu tu kama watu wengine ila wamepata nafasi ya kuwasimamia Waislamu. Ni mshukuru Sheikh Kishki Nuruddin ameweza kuja kutunga mkono kutoka mbali, tebeke kuja hapa Vingunguti ni kuonesha namna ambavyo anashirikiana sana na watu na anapenda sana maendeleo. Mwenyezi Mungu ampe taufiqi yeye na kaka yake Sharifu al-Ahdali pamoja na taasisi yao ya al-Hikma kwa mambo anaoyafanya. wa Waislamu wakhiyaru <coughs> lhalqi hudatuhum wasiwahum min hamaji lhamaj bora ya watu ni wale waongofu, wao wale viongozi wao. Kuna haja ya kuwaheshimu viongozi pia. Tuna shekhe wa kata, tuna katibu wa kata, tuna mwenyekiti wa kata. Mwenyekiti wa kata kwa Kilwa kule

baraza kata ya viguguti . Heshima ndio kitu kikubwa. Tunaye mheshimiwa meya hapa, anastahili kuheshimiwa. Tunaye Sheikh tunaye tunaye mkuu wetu wa wilaya, anastahili kuheshimiwa. Tunaye Sheikh wetu wa wa wilaya Sekheada mwenye Pingu, anastahili kuheshimiwa. Lakini mbona mashekhe wa kata hapa, karibu kata zote za maeneo haya ya ya wilaya ya Ilala nao wanastahili kuheshimiwa kwa sababu ndio wanafanyia kazi hii huko. Hawezi akapata sifa kiongozi wa juu kama viongozi wa chini ni wabaya. Ikiwa e, viongozi wa chini hawawezi kufanya kazi vizuri, basi yule kiongozi wa juu hawezi kupata sifa wala hawezi kukaa vizuri, kwa sababu kazi zote zinafanya na hawa watu walioko chini, wakiwa wazuri sehemu nyingine zote wilaya, mkoa, taifa unakuwa kuzuri. Wasia wangu kwenu kama mashekhe wa, wa kata wenye viti na makatibu, fanyeni kazi kwa juhudi. Anasemaje msemaji? Asema, asema, asema, asema hardiki lamala au hajiji lamala idha rakada faidha mahita idha, ma, fa idha ma tahiji kwaini. Namna hiyo kiona kidogo, mnapata uvivu, mnaamka naamsha jambo nafanya mambo ambayo yana maslahi na Uislamu. Huu sio wakati wa kusemana, sio wakati wa kusengenyana, sio wakati wa wa kufitinishana, sio wakati wa mambo yasiokuwa na maana, ambao ukiachukua ukiachia katika mizani, alafu natafuta jawabu, baada ya kufanya mambo haya tutapata faida gani? Yaani binadamu ataki kufanya jambo alafu natija yake haijulikani. Lazima ufanye jambo alafu litoe natija lile jambo lakini kama utafanya fitina afu haitafanya jambo lolote, italeta uharibifu tu, itakuwa haina maana yote. Kwa hiyo tuendelee kuheshimiana tuondoshe mambo ambayo hayawezi kutuletea maendeleo, kisha turudi katika swali, Uislamu sasa hivi unahitaji nini? Ni ipi haja ya Uislamu sasa hivi? Utaona kwamba Uislamu sasa hivi unahitaji maendeleo. Kama unahitaji maendeleo, ndio tumekushaanza kuendelea, tumepata ofisi mepata ofisi iko kangu hapa, Shehe Muhammad Ntulia tafanya kazi barazani kwa miaka mingi, anajua na mzee wangu hapa, wanaelewa fanyakazi miaka mingi, wanaelewa ni kitu gani. Na sasa hivi ile baraza la wazee sasa itaanza kuitangaza baraza la wazee la Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA. Allah Allah Allah Allah Allah, ili kitokea watoto wame isahau sahau basi, ninyi kama wazee, itakuwa mnaweka sawa. Kwa hiyo kwahiyo, tutizame maendeleo zaidi, tusisame kitu. Jambo kubwa sana nililoliona hapa, nimeona watu wameangalia zaidi uwezo wa Sheikh wa kata alikuwa na kaimi na kama tulivyokwishaeleza kwamba sasa athibitishwe hivyo hivyo, katika kutafuta viongozi tafute viongozi ambao tunaona wana maslaha na sisi. Katika jambo lolote tu kiongozi, lazima muangalie yule ambaye ana ana maslahi. Ukichukua kiongozi ambaye hana maslahi, maana yake umejiharibu mwenyewe, umejiumiza mwenyewe. Wasalam akasema ni azmdej ameanza kuingia hapa, samadaa lilamin fakad daa linafsi, amemwombea kiongozi, amejiombea mwenyewe. Ni logic ya maelezo haya ni kwamba ukimwombea kiongozi au ukamtafuta kiongozi aliye bora, umejitengenezea mwenyewe, wala sio yule kiongozi, kwa sababu yale mazuri atakaoyafanya manufaa yake yatarudi kwako. Ukimwombea Mungu akatengenekewa, maana yake ni wewe utatengenekewa. Kwa hiyo ala labibi takfihi lishara, mtu mwenye akili anaambiwa kidogo anaelewa zaidi. Hakuna haja ya kueleza mambo mengi. Mimi niwaombea Mungu, na nilimsikia alikuwa mbele yule anasema kuna kata thelathini, si katangaza la sitkelikweli. Alhamdulillah asema zote atamtembeza Sheikh Wailani, amesema hivyo mashallah. Lakini mi meya, mheshimiwa meya, mi namjua muda mrefu, tuko mjini hapa, tunajuana. Mtu wa mjini na mimi mtu wa mjini vile vile, na najua uzuri wake ajua mwenendo wake, tabia zake. Si Mtume ametufundisha mashekhe, simpo wakhadinasa bi khuluqin hasan, huyu anatangamana ana na watu kwa tabia nzuri, anaishi na watu yani mwepesi mtu anataka awe flexible, yaani ukimwita mtu anaweza kuja. Yani ngojeni kuchekesheni kidogo, afudimaliza mawaidha tukapumzika. Wakati mliponipa nafasi hii walikuja watu wenye akili nyingi na watu wenye uwezo na matajiri wengine, kabla mufti atakuzungumza na wewe, kabla bismillah. Sasa hivi shekhe, wewe sasa usitoke wewe, kazi ya kupunzika uvae kazi nyeupe. <laughs> tukuletea sisi kutoka Saudia, wapi kazi yako kukaa tu, kama wanavyoona wana wenzetu wengine wanakaa tu, afu kazi yako kukaa tu, umetuna mahala al ntaweza hiyo kama basi mwasikia mesikia wakaa wa, wa, wa, wa, wa, muda mrefu kidogo. Baadaye tukutana nao tena, jamani ile jambo mi siwezi na kukaa tu ndani navaa kanzu nyeupe bai, siwezi. Nataka nikutane na mtu wa chini kabisa, nizungumze naye kuanzia mtu wa chini mpaka huyo mtu wa juu lakini kukaa tu mtu wa chini aweze kukufikia wala sio mwendo wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumekatazwa sasa, usikae usiwache watu wa, wa chini mtume alikatazwa, ndio haiwezekani. Sasa na viongozi wangu wote mrudi chini, waendelee kurudi chini, na mimi namjua kumbi la moto ili mtu anarudi chini, wajua nafasi ya mea ni nafasi kubwa sana. Kama katika nchi nyingine labda Marekani wapi, mea huwezi kumuona mzee. Unasemaje ndugu, unaweza kumuona mea? lakini huyu tunaye, tunatembea naye, tunataniana naye, tunashukuru naye majimbi. <laughs> <laughs> Hey, ni mtu mwema. Mtu namna huwezi kumpata, mizani yake na kima chake ni kikubwa. Kwa hiyo lazima tuangalie kwamba macho yetu yanalenga wapi na maadui wapo siku zote, alafu si wakatae. Mimi naona watu wengi wamekata kata maadui, adui unataka umwombe Mungu tu akukinge na sharia lakini kumkataa haiwezekani mtume, kwa sababu yupo. Si ameambiwa kwamba wewe Muhammad, hivyo hivyo ndio tulivyofanya watu wengine, tumewatengenezea maadui wawili. Adui mmoja jini, adui mwingine mtu. Anaambiwa mtume sallam, kila mmoja na maadui wawili. Sasa na wewe Muhammad, kama wenzako waliopita, mitume waliotangulia, na wao pia tumewatengenezea maadui aina mbili. Adui mmoja anakuwa ni binadamu na adui mwingine ni jini, lakini usiangaike nao. Kama dharuhum wama yaftarun, wache na yale wanaoyazusha, waendelea na msimamo ambao sisi tumekupa. Kwa hiyo viongozi na hii mheshimiwa meya, mheshimiwa mkuu disi wetu, sheikh wa wilaya, masheikh wote wa kata na viongozi, endeni wala msiogope kwamba kuna uadui na nini. Si lazima, ah, uwepo. Watu aina mbili kuna mtu mwingine anapenda mwingine hataki tu. Niko mtu mmoja siku moja maka. Tumekwenda naye lakini alipata bahati mbaya akakosa chakula mchana. Kenda kutembea sana, watu huko nyuma wakala na watu wengine wanamshipa wakula. Wamekula mpaka chakula watu wengine. Aliporudi yeye, huko Manyanga, hakuna chakula. Basa akakafirika akakunja uso. Akasema hapa kwa tao. Nikiona mimi nasikia kichefuchefu. Akaambiwa panda juu, huyu tamkuta Sheikh Abubakar pale kalala na homa kidogo. Akaja kuja kanambia, akaambia ah, nikatoa hela mfukoni nikampa bekale, bas, badae, za, kale basi tazunguza baadaye. Sasa hivi kwanza kale basi, nikampa riali thelathini, nyingi sana kusudia kipindi hicho tawe riali tano unakula vizuri. Sheikh, mbona Urari huyo hapo anajua. Sasa nikampa thelathini maanake anaweza kala mara nyingi. Sasa watu namna hiyo wapo tu, yani huwezi kumtoa mtu namna hiyo, yupo tu hata ufanyeje, yupo yeye. Mtu mwingine hata ufanye mazuri yeye hataki, anaona kujifanya. Lakini je tuwafate watu hao? Jawabu, hapana. Sisi tuendelee na mambo yetu, tuendelee na msimamo wetu, tuendelee na kutafuta maendeleo katika nchi yetu. Mwisho, amani, moja ya kazi kubwa itakofanywa na ile ofisi ni kulinda amani. Nadhani shekhe wa wilaya au meya, kama nimesikia vizuri, amezungumza sana na mkuu wa wilaya juu ya kazi ambazo zitafanywa na, na ofisi. Mimi naongezea jijini, ni amani. Amani ndio kitu muhimu sana jamani, amani sio kitu cha kuchezea. Asikudanganye mtu, asikudanganye mtu sana wewe ukakaa kijana ukaona kwamba amani haiwezekani. Wewe mwana mdogo, ujui masuala ya amani. Inapochafuka kunakuwa na nini? Ndio maana Uislamu umekuja kuzungumza amani. Uislamu neno hilo ni amani. Maamkizi yetu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, amani tupu. Ndio maana kusema assalamu alaikum kumi, warahmatullahi kumi, wabarakatu kumi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kulinda ule umuhimu wa amani. Yaani wewe ukimsalimu mtu kwa neno assalamu alaikum, mpaka hapa unapata ashara Akisema warahmatullahi, ashara asbaha kam ishruna. Akisema wabarakatuh, ashara kam thalathuni. Aya, kwa nini sasa upate zote? zisingekuwa ile ile tu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu kumi? Kaambiwa hapana, assalamualaikum kumi warahmatullahi kumi wabarakatu kumi, na kama unaongeza ingine wamaksiatu A -a kwa sababu ya nini? Ya umuhimu wa amani. Amani wa amani amani sio kitu cha mchezo, we shukulia tu. Hata ukiwa nyumbani kwako Afrika ikawa kuna amani na mkeo unakalika kwa hali, kwa hali. Ha? Kila ukiingia ule mama anaimba tu ee, ee, ee. Mimbo mingine na nini eh